Uhali gani mtazamaji na mfuatiliaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, hatimaye ni siku nyingine tena tulivu usiku, wakati Yanga imetulia Nuru inang'ala angani na bila shaka basi na wewe uko umetulia na mweza wako mkisubiri kutazama Love Hour. Basi nami bila kukuchosha, ni yule, yule mtangazaji wako Ganji Mashaka, au naweza ukaniita charming mama. Unaweza kuwa na shauku sana ya kutaka kujua leo hii tunazungumzia kitu gani? Basi wacha nikwambie tu, nisikupotezee muda. Mada nzuri ya leo inahusiana na kukosekana kwa hisia, kwa hisia wapenzi, kukosekana kwa hisia katika mapenzi. Ni ukweli mchungu sana ambao watu wengi wapendi kuzungumzia, lakini katika uhalisia asilimia kubwa ya wapenzi, hususani wanandoa wengi, wanakuwa wanaishi, lakini hawana hisia, bali wamebakisha yale mazoea. Ninavyozungumza kukosekana kwa hisia anamaanisha nini? Basi ni ile hatua mtu anafikia kwamba anakuwa hana hamu kabisa ya tendo na mwenzake. Ni kwa sababu gani? Mambo ni mengi katika mchaka mchaka wa maisha, katika utafutaji, katika malezi na mambo mengine mbalimbali mbali ya namna hiyo, lakini kitu ambacho tunaamini sana ni udhaifu wa nafsi, kuchoka kwa moyo, kuchoka kwa akili na kugafilika kwa moyo. Utasikia watu wengi wakisema kwamba, unajua, naishi tu kwenye ndoa kwa sababu ya watoto, siku ziende, au nipo na mwanamume huyu kwa sababu kadha wakadha, au mwingine hususan mwanamke anasema, mimi naogopa kutoka kwenye ndoa hii, nikitoka itakuwaje na nitaanzaje? Na hizo ndo sababu nyingi zinafanya watu waendelee kuwa kwenye ndoa ya mkini, hawana hisia tena na wenza wao, bali wanachokifanya ni kufanya tu tendo kwa sababu ipo hivyo, lazima watu wafanye. Na mara nyingi hisia zinapopungua katika tendo, kunakuwa na mambo mengi, lakini asilimia kubwa ya watu ambao wanaishiwa wana na hisia mapema ni wanawake. Kwa nini nasema wanawake? Kwanza, mwanamke ananyong'onyeshwa sana hisia zake kwa kusikia, kwa kuona. Kwa kusikia kivipi? Kwa kusikia, mwanamme unaweza kuwa kipaumbele kikubwa sana cha kumsababisha mwanamke wako kukosa hisia kutokana na maneno yako unayomtamkia, kejeri, dharau na matusi. Wanaume wengi wanafanya hivyo wakiamini kwamba akimtukana kwa mke wake akamdhalilisha, anajijengea yeye umwamba kwamba yeye ataonekana ndo mwanamme, lakini sio kweli. Unapomtukana huyu mwanamke kwa kumwambia labda huna akili na, vya na, tu, na, na mabia, vitu vya namna hiyo, na sio huna akili tu. Wengine wanaenda mbali, unakuta wewe anamwambia mbona ufanani na wanawake wengine, mbona unilizishi moja mbili tatu, mbona ufanyi kadha wa kadha. Vitu vya namna ile vinamgafirisha sana mwanamke. Mwisho wa siku, hata vile ambavyo alikuwa anakutendea pale awali, wakati mnapendana, hataweza kuvifanya tena. Anaamini kwamba hata nifanye nini, mwenzangu haridhiki na mimi tena. Hilo ni swala kubwa ambalo linaharibu sana hisia kwa mwanamke, kwa sababu anaharibika kisaikolojia. Umeona, anakuwa anawaza kumbe mimi nipo hivi, sijui sina shepu na sura mbaya na rangi mbaya, mwanamume wangu haimvutii tena. Ni vitu ambavyo vinamnyong'onyesha sana sana nafsi yake. Hilo hilo ni kubwa sana, na wanaume mnatakiwa kulijua swala hilo. Hakikisha unapozungumza na mke wako, hata kama amekukosea, epuka maneno ya karaha na kejeli zungumza naye kwa upole, zungumza naye kwa utaratibu. Yamkini kweli hayupo vile ambavyo unataka, lakini usimwambie moja kwa moja, na uumbaji haurudiwi. Namna ambavyo ulimpenda mara kwanza, ndivyo atakavyoendelea kuwepo hivyo hivyo. Yamkini kuna wengine utasikia labda nilikuwa nampenda, hakuwa hivi, hakuwa hivi, lakini mwanamke anavyozidi kukua anakuwa na mabadiliko, anakuzalia watoto eh, unakuta mwingine anaza kwa operation eh, tumbo lake linaharibika, aliwi tena kama vile ambavyo ulimpenda mara ya kwanza inaenda mbali sasa. Mwanamume wan, huyo huyo, unakuta wakati unapendana na huyu mwanamke ulimkuta yupo vizuri, anajijali. Umeona, kama ni nywele zake anazingatia, kama ni kucha zake anazingatia, anakuwa very smart. Lakini baada ya wewe kumchukua, ndio umesababisha mwanamke huyu tena akawa mbaya eh, shopu yake ikapungua kwa sababu ya stress unazompa kwa hiyo hakikisha unakuwa na kauli nzuri. Badala ya, ya kumfananisha mwanamke na mwanamke mwingine sio kitu kizuri, kinaondoa kabisa hisia, na huyu mwanamke atakuwa na wewe tu mradi siku ziende. Tia maji tia maji, wenyewe wanasema. Kwa hiyo kauli mbaya kwa mwanamke zinanyonyesha zinabafilisha sana. Usije ukasema kwa nini siku hizi mke wangu anifanyii kama zamani, kumbe mwanamume mwenyewe wewe ndio unakuwa chanzo. Hisia zitaondoka kwa, kwa namna hiyo. Jambo la pili, nimeshazungumzia hayo matusi na hizo kejeli. Jambo lingine usaliti. Kwa wanaume unaondoa sana hisia kwa mwanamke. Usaliti sasa kivipi? Ninavyozungumzia usaliti, asilimia kubwa wanaume huwa naona ni haki yao kusaliti, lakini mwanamke anaposaliti huwa ni fimbo kubwa. Nisiende sana huko, tukatoka nje ya mada, lakini Wanaume sawa, nakubali usaliti wanaume, usaliti ni kawaida, mwanamume hawezi kutulia na mwanamke mmoja it's okay. Wanawake pia wanalijua hilo siku hizi, ndio maana huenda wanaenda kutulia katika ndoa zao. Lakini kubwa kubwa kubwa, sihamasishi usaliti, lakini nataka tu kuwaomba wanaume leo hii katika kipindi hiki cha Love Hour, unapofanya usaliti wako hakikisha haumonyeshi mwanamke wako. Saliti kimya kimya, nenda unapoenda, ukirudi nyamaza. Eh, ndio maana waenga walisema kula nyama nyamaza. Japokuwa siku hizi tunawakosoa sana, lakini kuna misemo haitakiwi kubadilika. Kula nyama nyamaza. Lakini sasa ulimbukeni wa wanaume unapokuja. Akishatoka kusaliti huko kwa mwanamke mwingine, atakaporudi kwa mwanamke wake anamuona si kitu tena. Atamdharau, eh, atamuona fai na atamuonyeshea kwamba mimi natembea na fulani, nimetoka kwa fulani, wewe hujui kufanya hivi, wewe hujui kufanya vile, lakini yule anaweza kunifanyia kadha. Wakadha, mwanamke huyu anapogundua hilo na anaposikia hayo, moyo wake unaghafilika, hisia zake zinapotea, kiasi cha kwamba hata atakapokuwa na wewe katika mnyumbuliko hawezi kufanya chochote tena. Maanake anajua huko unapoenda unapata zaidi ya yeah, yeye yeah, ambavyo anapata. Lakini kuna wanaume wengine wana akili timamu, anachokifanya unajua, kuna wanaume kuna mtu unaweza kukaa kusema, huyu mwanamke mbona anasalitiwa sana na mwanamume wake? Lakini yani yupogo tu kuna wanaume wanajitambua, yaani anajua mimi nimeenda huku nje sawa, lakini mke wangu ni thamani sana. Mke wangu ni kitu muhimu ambacho natakiwa kukilinda. Hata mchepuko atakiwi kujua wala kujihusisha na habari za mwanamke wangu. Yani hata mwanamke wake yule wa nje atamwambia kwamba wewe fanya yote, lakini mimi kwa mwanamke wangu marufuku. Ukigusa tu hapo ujue mimi na wewe hazitaiva. Ila kuna hawa wanaume sasa, anadiriki kuchukua mpaka simu He, akampa yule wara yake namba ya mwanamke wake aweze kumtukana, mm? Anze kumwambia yeye ndo yeye, yeye ndo amemteka mwanamume wake. Huyu mwanamke hawezi kuwa na hisia tena na wewe, atakuwa tu anatimiza wajibu. Ehe, atakuwa anafanya tendo na wewe kwa kutimiza wajibu, lakini hisia hana. Utabakia tu kulalamika, mke wangu wafanyi moja mbili tatu, kumbe ni kwa sababu yako wewe mwenyewe mwanamme. Kwa hiyo tuhakikishe, wanaume hakikisheni hivi vitu mnavikataa kabisa. Eh, kuna mwanaume mwingine anaweza akawa malaya lakini, anapokuwa na mwanamke wake, jamani, heshima na adabu, anamheshimisha mwanamke wake na anamfanya ndo kila kitu. Leo hii utasema mwanamke huyu sio kila kitu, ndio pale siku utakayoanguka, siku hautojiweza, huyu huyu mwanamke ndio wakuwa sambamba na wewe, na sio hao wanawake zako wa nje. Kwa hiyo hakikisha unalinda hisia za mwanamke wako. Ndugu mtazamaji, zingatia hayo, tunazungumza vitu ambavyo vipo uhalisia wa maisha na mambo yalivyo. Hakikisha mnalinda hisia zenu, wanandoa. Leo nimezungumzia zaidi wanawake, wanaume nimewapa osia huo, lakini wanawake sawa, pia wana changamoto zao, lakini leo nimeona nizungumze zaidi na wanaume kwa sababu asilimia kubwa ya vitu wanawake wanavyovifanya ni kwa sababu ya wanaume. Lakini mwanamme kama utampenda mke wako, utamjali, utajifunza kuzungumza naye kwa maneno mazuri, matamu. Huyu mwanamke jamani hata umfanyie nini? Atazidi kukupenda. Yamkini kuna kauli moja wanaume naikataa sana ambayo inasema kwamba eti mwanamke akifanya chochote ni tabia yake tu mbaya. Ila akifanya mwanamme ndo kawaida eti ulimwengu uliumba hivyo, sio kweli. Siku zote mwanamke anayekupenda hawezi kufanya kitu kibaya mpaka siku utakayompa tukio. Ujue ndo na yeye anaweza akafanya kwa namna yake anavyofanya. Tukio sio kwenye usaliti tu. Kuna mwanamke mwingine anakuacha na matukio yako anayomfanyia makusudi, anasubiri siku hata uumwe. Ile uumwe anatakiwa kuletea maji, anatakiwa kufanya moja, mbili, tatu. Ujue hiyo siku ndo analipisha kisasi. Wale watu ambao hatujui, sasa ndo utasikia yule mwanamke hana huruma kabisa, hana utu. Kumbe mtu ana mafundo fundo ya miaka kumi nyuma, au miaka nane nyuma. Unaweza ukajiuliza mke wangu kwa nini? Kwa nini ananifanyia hivi? Ukalaumu, ukaleta lawama, lakini chanzo ulikuwa ni wewe. Ukikaa chini ukatafakari, ukakumbuka, basi ujue ndo anakupa malipo yako, kwa sababu uvumilivu una mwisho. Tena ogopa sana huyu mwanamke ambaye anasema nakaa naye kwa sababu sina pa kwenda na kaa naye kwa sababu watoto wangu wakue, na kaa naye kwa sababu yani... jitahidi kuepusha hiyo sababu, uweke ile kwamba jamani, mume wangu ana moja mbili tatu, lakini tuko na furaha zetu, tuna amani zetu, na ndio kinachohitajika zaidi. Wakati mwingine watu wanaweza akasema kwamba labda kwa sababu ya pesa zako. Najua kuna mwanaume anapokuwa na pesa, anakuwa mwonevu sana, anakuwa hajali familia yake tena, anaona kwamba huyu mwanamke hana pa kwenda, nitamfanya ninachotaka japokuwa siku hizi wanawake wamekuwa wamepevuka sana kiakili, kwamba wanajua kutafuta, sawa, wanapambana hamsini kwa hamsini na laumiwa sana. Lakini wakati mwingine watu wanajitahidi sana, wanawake wanajitahidi sana kwenye kutafuta, wakihofia siku ambayo huyu mwanamme, siku ambayo huyu mwanamme atakengeuka, itakuwaje? Nitatokaje mahali hapa? Anajitahidi sana kutafuta. Kwa hiyo mambo ni mengi sana katika ndoa jamani, lakini swala la hisia lizingatiwe kwa pande zote, kwa wanawake na wanaume. Lakini leo nawazungumzia sana wanaume, kwa sababu mnakata sana moto wake zenu. Ingekuwa mnapata bahati ya kuwa katika wanawake wakiwa wanakaa wanazungumza vitu vyao mbalimbali, se huenda labda hata ingekuwa mwanamume ukajifunza. Kuna wanaume wananyanyasa sana wake zao, hawa ndio ambao unazungumzia nao sana siku ya leo, hawa wenye manyanyaso ya kijinsia akijiona kwamba yeye ndo kila kitu, kama ni pesa anazo, kama ni kitu fulani anacho anacho, anajikuta na mnyanyasa mwenzake kihisia. Sio kitu kizuri, na wenye tabia hiyo, jamani, mbadilike, mbadilike kabisa, sio kitu kizuri, kwa sababu katika ndoa, ndo maana ikaitwa ndoa kwa sababu ya tendo la ndoa. Hebu fikiria tena, hisia zisipokuwepo umu ndani, nini kitatokea? Mwanamme atatafuta makando yake mwanamke atatafuta kando yake, na ndo pale utasikia hivi, yule mwanamke mbona anatembea na mwanamme wa aina fulani wakati mme wake anajiweza? Jamani, mambo ni mengi sana humo katika ndoa. Hakikisha unalinda hisia. Hisia inapopatikana, unapokaa tu kumkumbuka mwanzo wako, moyo wako unapata amani, mdomo wako unapata tabasamu lililo la kweli, sio tabasamu la kinafiki. Kitu cha kumalizia ni msemo tu wa huo mmoja uendelee kuishi nao, kwamba hakikisha unalinda hisia katika ndoa yako. Hisia zikipotea hakuna ndoa, hakuna mapenzi, hakuna lolote ambalo linaweza kuendelea. Sasa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Ni hayo machache kati ya yale mengi, bila shaka kuna mmoja umeondoka nalo, mtazamaji, na kusisitiza usiache kusubscribe, kulike, lakini pia na kucomment. Asante.